Leo bwana, wametangaza ubingwa mwingine Mwamba, ya wanakusanya makombe mwamba. ni haki yao kukusanya, ni haki yao kukusanya eh. msimu wa kwao, kama sisi kipindi kile tulivyochukua mara nne mfululizo kombe la ligi eee, na tukachukua mara nne kombe la nini? La Azam Federation, Federation. Sasa hivi zamu yao. Eh, kijiti cha watu wanapokezana Mwamba umechukua makombe matano mpaka sasa, bario mwamba. Matano msimu huu matano kombe hmm, lipi na lipi? Ligi Kuu ya Tanzania. Mbao, mbao sio kombe eh -huh. eh -huh. eh -huh. eh -huh. Sasa kusanya vikombe vyao vyote <tay> <tay> <tay> walivyochukua <tay> <tay> sawa <tay> nusu finali robo finali moja tu. Inasiba gharama zote za hivi vikombe vyao yaani vikombe vyao vyote walivyochukua havifiki uh -huh. hata bilioni moja simenaelewa. yaani robo fainali ya Simba ya kombe la shirikisho ya federation uh -huh. Sawa, ni sawasawa na gharama za vikombe vya Yanga vyote alivyochukua mpaka ngamia wao ule, unamtia ume mwondani